Unaposhiriki ligi, uh, ligi ligi zote ni sawa, yani kwa mfano ligi kuu, timu zote ni sawa, lakini bado kuna madaraja. Kuna hizi timu zetu yani, kuna baadhi ya timu uh, zinaishi wao ndio wenye ligi, lakini kuna timu zinaonewa, kuna timu hazizingatiwi, kuna timu zinachukuliwa poa, zinachukuliwa za kawaida, ndio nasikia hizi timu za juu hizi, za madaraja ya kati hizi, za chini, lakini mwisho wa siku wote ligi mnacheza ligi moja. Kama mnacheza ligi moja, nyinyi wote level moja. Mtakwenda kutofautiana kwenye ubora wenu na viwango jinsi mnavyofanya mnavyofanya mna, mna, mna, vizuri. Lakini yule anaiburuza mkia anaweza akamfunga yule anaongoza ligi. Hiyo ndio maana halisi ya ligi, kwamba wote mpo ligi moja lakini si vinginevyo, kwa maana wakichukuliwa wote sawa, yani kwa, yani watu wote sawa, yani timu zote sawa. Kwangu mimi, hapata kuwa na changamoto aina yoyote, kila kitu kitaenda vizuri. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa hususan na mashabiki wa Simba mm. kuhusiana na udhamini wa GSM huu kwako unauzungumzaje? ni, ni udhamini wa aina gani? lakini pia uh, unahisi una, una dosari yoyote? kwa sababu umekuwa ukizungumziwa sana wa vira, wa GSM kudhamini virabu zaidi ya vitatu vingapi sijui vilabu sita sijui saba mm, kwangu mimi GSM iko sawa, yule mfanyabiashara kwa anakuja hapa anakaa kwenye jezi yako, unamtangazia bidhaa zake, hakuna mkataba mwingine wote kwamba ukutana na yanga wefungwa ukutana nani sijui kaza, hakuna kitu kama hicho. kama kwa kwa, JSM ni mfanyabiashara yuko sawa. Kwenye hili watu wanataka muonee tu Azam. Azam wana, anadhamini ligi yetu, timu zote za ligi kuu, Azam Azam, yani kwa maana kila mwezi kila timu inapata percent kutokana na Azam kurusha maudhui au kurusha mechi live. Alafu hiyo Azam Company Limited ana timu yake ambayo ni Azam FC. Kwa nini watu wapige kelele? JSM alikuja akataka kudhamini kuwa mdhamini namba mbili, toka piga kelele huku na huku akatoka. JSM alipotoka JSM, lakini anadhamini vilabu vimoja vimoja hivyo, vilabu viambie leo vijitoe kwa udhamini wa JSM, vilabu vingi vitakuwa vinakwama kufika site. Ukiingia mkataba hizi mia mia mbili zitakufikisha na fedha Azam utawalipa watu mshahara. Zamani hawa wanaopiga kelele ni watu wa Simba Sports Club. Zamani, uh, Mo Dewiji alishakuwa anadhamini Simba anadhamini Lipuli anadhamini African Sports, African Lion vilabu vitatu hakuna aliyepiga kelele. Kwa nini sasa hivi? Simba kiongoza ligi, tunautaka ubingwa. Yanga kiongoza ligi, JSM anaharibu ligi. Tufike tu hatua tukubali kwamba hivi vilabu vinahitaji watu wa kuja kuvisaidia. Kuvisaidia vipi? Wapate wadhamini ili waweze kufika kwenye malengo yao. Lakini kumekuwa na tuhuma, mswahili, kumekuwa na tuhuma nyingi mbalimbali tungesema hivyo Azam wana timu na wanaongoza ligi, lakini Azam anapasuka kwa yeyote yule. Azam anapigwa na Tabola, anapigwa na Pamba, maisha yanaenda. Kwa maana hiyo hizi ni kelele, ni ngonjera kama ngonjera zingine. Anayelalamika akusanye ushahidi, yani ana uthibitisho, alafu apeleke mbele ya mamlaka. Nafikiri serikali haiwezi kufumbia macho, mahakama, haiwezi kufumbia macho wala atakukuru, kila kitu kitakuwa dharani, anastahili kuadhibiwa, ataadhibiwa lakini ukilalamika alafu ushahidi una yani kwamba unalalamika tu mradi kulalamika, hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni ujinga, ni ujinga. Yani utimamu, wewe fuatilie hivi vitu kwa kina fuatilia hivi vitu kwa kina, uh, utapata kila kitu, alafu njoo nacho kikabidhi pale tuone kama hatua hazitochukuliwa. Tuuzungumzie idara ya usajili um... Wakati ligi inaendelea tumesikia baadhi ya taarifa zikizungumzwa, lakini baadhi ya nyota akihusishwa kujiunga na vilabu kadhaa, lakini moja ya taarifa ambayo uh, imekuwa ikisikika ni Jibril Sierra kuhusishwa na Young Africans, lakini pia Prince Pumelo Dube kuhitajika na Kaizer Chiefs. Wakati huo, uh, Clement Mzize pamoja na Sefanya Azizi ki taarifa zinasema wanaondoka. Hebu tuzungumze katika nyakati tofauti. Dube uh, Young Africans wanaweza wakamwachia akaenda kwa nabi huko South Africa, lakini pia Jibril Sila ni, ni, ni mchezaji mwenye hadhi ya kucheza Young Africans kama watakuwa na muhitaji kweli. Uh, aliwahi kutajwa Kaminko, akatajwa Jibril Sila pale Young Africans na zile media day, aliwahi kuzungumza Jibril Sila akasema anapenda kucheza Young Africans. Kwa hiyo Yanga wanaweza kamtaka Jibril Sila alafu wasimsajili wakamsajili mtu mwingine. Tumeona hivyo, kuna kabisa timu inamtaja mtu fulani alafu imsajili na kwenda kumsajili mtu mwingine kama Jonathan uh, Ikangarombo ana kliki kwenye mfumo Yanga hawezi kuwa na shida tena Jibril Sila kwa sababu, na yeye winga. Issue ya Walidi Mzizi na na na Stefano Aziziki pamoja na Jugu Diala inatajwa hivyo kwamba huenda mwisho wa msimu Yanga akafanya biashara ishu ya Dube kuelekea Dia, Diara naye anaenda wapi? Yes, Diara pia anatajwa kuuzwa nje ya mipaka ya Tanzania, anaweza okay. Ya, kwa Yanga anaweza kumuuza pia ishu ya Prince Dube kwenda Kaiser Chief, anaweza kuenda Dube anasajiliwa na Azam, anatokea Super Sport ya Afrika Kusini. Ni mchezaji ambaye amecheza kwa muda Afrika Kusini na ifahamu ligi ya Afrika Kusini, kama watu wamekuja na fedha alafu Dube ndio top scorer wa Yanga Dube ndo mchezaji ambaye mpaka sasa tunazungumza amehusika kwenye magoli mengi magoli kumi na saba. Kwa hiyo kama amehusika kwenye magoli mengi wanamtaka mimi naona Yanga wanaweza wakamwachia Dube alafu wakapambana kumpata Jonathan Soa. Kwa hiyo biashara kuna wakati lazima ifanyike upate unachostahili na umpate mtu anastahili, maisha yawezekane. Ni kweli Young Africans watakubali kuachia nyota hao wawili wote katika idara ya ushambuliaji, Clement Mzize na Prince Dube, hicho kitu kinawezekana mswahili? inawezekana inawezekana tayari kwa sababu kama yanga anampata Jonathan Soa ambaye tayari ishaanza kuizoea liga aje Di Shadow kafunga goli sita, ka assist mara moja amehusika kwenye magoli saba. Wanaweza kumwachia wakampata Soa wakamtafuta na mshambuliaji mwingine mzawa na mambo yakaenda vizuri kipindi mzizi ampewa nafasi yanga Africans akiwa ni mchezaji wa under 20 mechi ya kwanza dhidi ya Kagera anafunga goli yanga anashinda goli moja kwa sifuri. Uh, hakuna nilitarajia kwamba mzizi atakuja kuwa mkubwa kiasi hiki walikuepa wachezaji ki wa Kitanzania waku yang na bado wakawa wafanyi vizuri lakini wakigeni pia walikuwa wanafanya vizuri kuna vizuri. Kwa hiyo inawezekana wakaachwa na wakasajiliwa, uh, hata ahatawanaanza katika ya ushambuliaji Simba wote ni wapya hakuna mchezaji ambaye yupo ambaye anaweza sasa, alikuwepo msimu jana ambaye anacheza katika eneo la juu pale, hakuna. Kwa wachezaji wengine wote wapya, hakuna Fred, hakuna nani, hakuna yeyote yule. Kwa hiyo, Yanga anaweza kumwacha Mzizi akaenda kutafuta changamoto sehemu nyingine, na wao wakaenda kusajili mchezaji mwingine, kwa sababu kama wanataka mchezaji mzawa, mchezaji mzawa mwenye namba bora kwa sasa ambaye amefunga magoli mengi uh, ni Ofen Francis Chikola, mzawa mwenye magoli sita, asisti mbili amehusika kwenye magoli manane. Kwa hiyo hiyo anamzidi Faisal, anamzidi Faisal kwenye magoli okay. Faisal, na ni kwamba ana asisti nyingi kuliko magoli, magoli manne tu. Kwa mchezaji mzawa ambaye mwenye namba bora kwa sasa ni Offen Francis Chikola kwa hiyo Yanga watakwenda kutafuta mchezaji mwenye namba nzuri kwenye ligi kuu au mchezaji wa kitanzania ambaye anacheza nje Tanzania, mpaka Tanzania watamrudisha watafanya kazi. Kuna wakati sio lazima uwe na, na mchezaji mzawa na mgeni, unaweza kuchezesha wote wageni na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo Yanga anaweza kufanya hiyo biashara, watu wakaondoka, akaita watu wengine, maisha yakaendelea. Jonas Gerard Mkude, kiungo wa Young Africans, mkabaji aliyetokea klabu ya Simba msimu uliopita Taarifa zinasema kwamba yawezekana akaachwa na Young Africans. Itakuwa ni wakati sahihi wa kumwacha Jonas Gerard Mkude Young Africans. Ah, tayari wewe mwenyewe ukitazama, unaona kabisa Mkude apate nafasi. Kama bado anataka kucheza, akatafute changamoto Singida, akatafute changamoto Azam na sehemu zingine. Kama watu watamhitaji Simba atataka kumrudisha, lakini kwa Young Africans namba anaocheza inaonekana kuwa ngumu. Ameondoka zawadi Pita Mauya ambaye anacheza eneo moja na Jonas Mkude. Mauya ni kijana hii misimu miwili kwa Yanga African sio mbaya, sio mbaya anacheza uh, eneo la chini ambapo pia anacheza Azizi Andambwile; nafikiri naye ataondoka. Anacheza Khalid Aucho, anaweza akacheza Duke Abuya, unaweza ukamtirisha muda pili haya basi, unaweza ukamshusha chini pia. Mtu kama Babu Kaju, namzungumzia Shua Boy ambaye kama namba kumi, namba nane na namba sita, anza kaja akacheza pale na akafiti kuna wakati unaweza uka riziki ukamchezesha uka, uka, uka pale Bakari Mwamieto au Dickson Jobu, amecheza sana ilo eneo pia, anaweza akacheza. Kwa hiyo Yanga na watu wengi wakucheza eneo la chini kama viungo wakabaji. Kwa hiyo kama ataondoka Jonas Mkude, kwangu mimi naona bado Yanga watasurvive na watachukua vijana wengine watakuja kufanya kazi.